Vodacom, kazi ni kwako. Jamani, karibuni wilaya yetu ya mani, kalibuni. Kinondoni ni wilaya moja kubwa katika wilaya chache Tanzania. Haina maana ukubwa kwa ukubwa wa eneo, bali ni ukubwa kwa idadi ya watu. Kinondoni kwa sensa ya mwaka 2012 ilikuwa na watu wasiopungua milioni moja na laki saba na sabini na nne alufu na kuendelea huko, lakini kwa ongezeko la resho la asilimia 5 sasa hivi nakadiriwa Kinondoni kuwa ni wilaya yenye watu wasiopungua milioni moja na laki tisa, wilaya pekee ambayo ina ukubwa wa eneo kilometa za mraba 531, jambo ambalo linapelekea kuwa na mikoa mingine kuonekana ni midogo. Mfano Arusha, Kinondoni inaingia mara 44, lakini mkoa wa Arusha una idadi ya watu wasiopungua milioni moja na laki sita. Kwa hiyo Kinondoni na watu wengi kuliko mkoa sio maneno ya mkuu wa wilaya ya Kinondoni bali ni takwimu zinazoweza kutupa majibu kamili. Kwa sababu hiyo, tunakadiria kila kilomita moja iwe angalau ina watu wasiopungua elfu mbili mia tano na, na ushee. Maana yake hawa ni watu wanaweza kukaa kwenye eneo kwenye eneo moja. Hii inajaribu kuonyesha tu jinsi gani ambavyo tumejaa kwenye eneo la wilaya Kinondoni kuliko maeneo mengine yoyote yale. Lakini na maana gani kutokana na kujaa kwetu huku kunapelekea sasa kuwa na shule za msingi nyingi, na ikumbukwe katika hizi shule zetu za msingi kuna shule 140 ambazo zinatopatikana kutoka na, na serikali, lakini kuna shule zingine 107 zinazopatikana kutokana na shule za za za za za shule za watu binafsi, kupelekea Kinondoni kuwa na shule 247 za msingi, jambo ambalo kwa lesho ya mwaka 2013 wanafunzi walioweza kudailiwa walikuwa karibia elfu ishirini na tatu. 2014 walikuwa wanafunzi elfu ishirini na mbili na 2015 walioweza kudailiwa kwa darasa la saba walikuwa wanafunzi elfu ishirini na moja, jambo ambalo linapelekea kuwa na wanafunzi wengi wanaofanya mitihani ya darasa la saba na kuhitaji kuwa na sekondari. Kwa mathalani mwaka jana tu wanafunzi waliofanya mtihani wa sekondari ambao darasa la saba kwa ajili ya kwenda form 1 walioweza kupata nafasi ni karibia elfu kumi na nane na wengine zaidi ya wanafunzi elfu tano walikosa nafasi hiyo, jambo ambalo lilipelekea kuwa na madhara makubwa sana. Lakini niwakumbushe tu azima ya serikali ya awamu ya tano, azima ya serikali ya awamu ya 4 nne ilikuwa ni kujenga sekondari kila kata ili kufanya kila kata iweze kutoa fursa kwa vijana katika nafasi mmoja ya kupata elimu. Asa kwa masikitiko yangu katika wilaya yangu ya Kinondoni, malengo hayo hayakutimizwa. Takribani ya kata sita hazina sekondari. Mathalani ukienda kwenye kata ya Ubungo maarufu kama Ubungo, ina shule za msingi nane, lakini katika shule zote za msingi hakuna sekondari hata moja ya kata, jambo linalopelekea mwaka jana tu kuna wanafunzi zaidi ya elfu tano yani 500 walikosa nafasi na kulazimika kutafutiwa nafasi kwenye sekondari zingine, jambo ambalo limepelekea shule zingine kupata wingi wa wanafunzi ambao kwa namna moja au nyingine unapelekea kuleta madhara ya kuwa, ya kuwapa bugza kama sehemu za usumbufu wa usafiri kupata shida nyingine ya kukosa madarasa kuwa na madawati machache kuwa na vitabu vichache na kadhalika. Ukienda kwenye shule kama ya Kimara, kata ya Kimara ina shule za msingi tisa, lakini ndani ya shule za msingi tisa, kata ya Kimara haina sekondari hata moja jambo ambalo linalazimisha wanafunzi katika sekondari shule zote tisa kutafuta maeneo mengine ya kuenda kusoma au kukosa kabisa nafasi hiyo. Sasa mwaka huu waliofanya mtihani takriban wanafunzi elfu ishirini na moja, na waliofaulu ni takribani wanafunzi elfu kumi na nane lakini zaidi ya wanafunzi elfu tatu mia moja themanini na tatu wamekosa nafasi kwa sababu ya kukosekana kwa shule zetu za kata maana yake nini? Kama shule za kata zingelikuwepo, tungekuwa na uhakika kabisa wa kwamba wanafunzi hawa wangepata na kuenjoy keki ya rais wetu awamu ya tano Dr. John Pombe Magufuli kwa kusoma bule na kutokuwa kutokua na bugu za kuangaika na usafiri, kwa sababu shule hizo zingekuwa ndani ya ya maeneo yao. Serikali ya wilaya imefanya nini baada ya kuyabaini hayo? Nilifanya kikao na wataalamu wangu na tukakubaliana tunajenga sekondari sita kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kuanzia tarehe tano mwezi wa pili mwezi wa kwanza, tarehe tano mwezi wa kwanza tunaanza ujenzi wa sekondari sita, ambapo kazi hii itafanyika usiku na mchana. Changamoto kubwa ni fedha, lakini tunakumbuka usemi wa mwalimu Nyerere kusema miaka ya nyuma, ukitaka njia bora ya kumsaidia maskini ni kumsomeshea mtoto wake k wilaya Kinondoni inatoa wito kwa wadau wote, kama ambavyo rais wetu ameamua, ameamua kufanya ameamaw kutupa fursa ya kusomesha watoto wetu bure na sisi wanakinondoni tusiwe nyuma kwa kupoteza fursa hii kwa vijana wasiopungua elfu tatu kwa kuwaacha kwa sababu tu hakuna madarasa. Ninatoa wito kwa makampuni, mashirika, mabalozi, wadau wa elimu, asasi za kiraia, wanasiasa, kila mwana kinondoni aliyeweza kubeba jiwe, anayeweza kubeba mchanga, mwenye malori ya kusaidia. Tarehe tano tunaanza ujenzi wanakamilisha sasa hivi michoro na maeneo tayari wameshakwisha kuidentify yatakaofanya hiyo kazi ya ujenzi wa sekondari zetu. Tuifanye kazi usiku na mchana, ili vijana hawa elfu tatu mia moja themanini na tatu wapate nafasi ya kuendelea na masomo yao na kutimiza hasima yetu ya serikali ya awami ya tano ya kuhakikisha kila Mtanzania anapata elimu bure. Asanteni.